Serikali na benki ya NMB kupitia kamati ya maandalizi ya kombe la Mapinduzi Cup kwa maana NMB Mapinduzi Cup 26 yanaifanya benki ya NMB kuwa ya kwanza kwenye historia ya kombe la Mapinduzi Cup kuwahi kuweka udhamini mnono tena mnono ambao umeshiba. Na katika hili basi, yani, uh, mnatudhirishia kwamba nyinyi, kama tumesema, mko tayari kuendelea kushirikiana na serikali yetu ya, ya Zanzibar ukizingatia, Mheshimiwa Rais wetu Hussein Mwinyi ni mwanamichezo halisi, ambaye yee kwake nua milango ya kazi kuna michezo na Zanzibar inakuwa vizuri zaidi. Tunaomba mtufikishe salamu zetu kwa management ya benki hususan Mkurugenzi, Afisa mtendaji mkuu wa benki hii dada yangu, mpeni salamu sana, tunashukuru sana. Na kwa kweli katika ile nishukuru kama walivyosema dhamini huu si kwa ajili ya kufanikisha shughuli hii tu ya NMB Mapinduzi Cup 2026 bali ni juhudi za benki ya NMB kushirikiana na serikali katika kuitangaza chapa ya visiwa vya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na hii ndio maana halisi ya ushirika wa sekta binafsi kwenye kulitangaza taifa letu kwenye mipaka ya nje ya nchi yetu kwa maana ya kuitangaza kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka kumi na tatu mfululizo Benki ya NMB imekuwa mshirika wa karibu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuadhimisha shamrashamra za Mapinduzi ya matukufu ya Zanzibar, lakini pia katika kufanikisha mashindano ya kombe la mapinduzi. hivyo basi ni heshima kubwa kuendelea kushirikiana na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo katika kufanikisha michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup 2026 tukiwa kama wadhamini wa